Haya, <laughs> ah, yeah. Ehe, hiyo ni picha ya mheshimiwa rais. Zawadi ya mheshimiwa rais. Zawadi ya pili tayari, na nashada na shada. Asante sana, asante sana. Zawadi ya pili ni ya kwako mheshimiwa waziri, mheshimiwa rais, ipokeni hapo eh. Zawadi -za ya pili ni ya... ya rais Karia, rais wa TFF. Karibu rais Karia karibu rais Karia, rais Karia, rais pokea zawadi hiyo. Na kwa dakika moja, mimi sina mengi ya kusema, nasema tu nawapenda wa Tanzania navyopenda mpira. Tuendelee, sasa hivi Tanzania sio ile, tunaheshimika, imekuwa na jeuri sana moroko kule. Naomba hiyo jeuri iendelee tena. Asante sana, kazi iendelee. Tuna zawadi nyingine kutoka kwa Mwalimu Gamondi, okay. Oh, congratulations. Makofi mengi sana kwa Mwalimu Gamondi, no. Amepewa na jogoo wa kale supu. Make, make sure you finish in one meal, okay? One meal, you finish it all. Na kuna zawadi nyingine kwa Captain Samata, tunaomba mwamnyetu uje upokee kwa niaba yake <coughs> uh, Ma, mwamnyetu yuko wapi? Haya, huyo hapo na zawadi huyo hapo, na jogoo yupo, mkapige shukrani Haya, na jogoo hilo hapo, yeah. Jogoo limekuwa maarufu kama manunu.